Kitendo pendacho cha Hazrat Idris Alayhi Salam kilikuwa kumkumbuka Allah. Alipoona mchanga wa mashamba, angesema subhanallah. Alipoweka mshono kwenye nguo, kwa kila mshono mmoja, angesema subhanallah. Ibada yake katika zama hizo ilikuwa mara mbili ya watu wote. Sababu ya hili ni kwamba alikuwa akijishughulisha zaidi na ibada na pia aliwafundisha wengine ibada. Kwa kuwa Idris alaihi salam aliwafundisha watu ibada, thawabu ya kila mchamungu pia iliingia kwenye akaunti yake. Kama vile mtu anayeonyesha njia ya wema, thawabu yake pia inamwendea. Kwa hiyo, wakati matendo yake yote yalikwenda mbinguni, thawabu yake ilikuwa ya juu zaidi ya kuliko zote. Katika vitabu vya hadithi na ufafanuzi imetajwa kwamba malaika ameteuliwa kwenye mlango ambapo matendo yote ya wanadamu yanapita. Malaika huyo alibaki akishangaa kwa nini matendo ya Idrisi alayhisalam ni ya juu zaidi ya kuliko yote. Malaika huyo aliomba ruhusa kukutana naye, kisha akimjia hazrati Idris alayhi ssalam akasema, mimi ndiye malaika aliye kwenye mlango ambao matendo hupita. matendo yako ni ya juu sana, hata nikatamani kukutana nawe. Idrisi alayhi ssalam akasema, unaweza kuniambia ni kiasi gani cha maisha yangu kimesali? Malaika akasema elimu hii iko kwa hazrat Azrail alaihi ssalam. Kisha Idris alaihi salam akasema, basi nifanyie nikutane kutane naye niulize kuhusu muda wa maisha yangu ili niweze kutumia muda uliobaki katika ibada pia. Malaika akasema sawa, nitakupeleka. Alimketisha hazrat Idris alaihi salam kwenye mawaya yake na akamchukua. Walipofika mbingu ya nne, mkutano ulifanyika. Azrail alaihi ssalam alikuwa akikuja kutoka juu Mkutano ulifanyika naye Idris alaihi ssalam akasema nilikuwa nakuja kukutana nawe tu. Israila alaihi ssalam akasema ni jambo la hajabu, Allah ameniamuru niende mbingu ya nne na nichukue roho ya Idris alaihi ssalam. Nilishangaa kwamba uko duniani, kwa hiyo ninawezaje kuchukua roho yako mbinguni? Basi nilipoona kuwa uko kwenye mbawa zangu amri hiyo ikadhihirika. Matokeo yake roho yake ilichukuliwa hapo hapo. Riwaya hii imepokewa kutoka kwa wafuasi. Kutokana na hili, inajulikana kwamba amefariki dunia. Hata hivyo, hekima ilikuwa kwamba mwanadamu anapaswa kujua kwamba haijalishi mtu yuko kwenye daraja gani la juu.